He, ni HMG Africa. Back to Africa Movement. Karibu tutazame roho ya Farao ama mumian iliyowamaliza watu kwa laana yake kali. Hii ni back to Africa. Farao aliyetikisa Misri akiwa hai na kuendeleza ubabe wake akiwa mfu huko kaburini, basi alikuwa ni farao mdogo zaidi katika historia ya mafarao wa Misri ya kale aliyejitwalia ufalume akiwa na miaka 9 tu kutoka kwa baba yake aliyefariki dunia, kisha ufalume kuhamishiwa kwake akiwa bado mtoto mdogo. Alifahamika kama Tutanhaten, huku neno Aten likiwa na maana the living face of sun godi, mungu ambaye baba yake alikuwa akimwabudu, ambapo baada ya baba yake kufariki dunia alibadilisha jina na kuitwa Tutankhamun, huku neno Amun likiwa na maana the living face of all godi na hii ni baada ya yeye kubadilisha namna ya kuabudu katika utawala wake huo. Farao huyu wa kiume alizaliwa mwaka wa 1325 na, na, na kufariki dunia mwaka wa 1334. Kwa kuwa aliunyaka ufalume akiwa na umri mdogo sana, majenerali na washauri wake walimsaidia sana kuiongoza Misri ambayo ilikuwa himaya yenye uthabiti na ubora wa hali ya juu sana, kivita, kiutawala, kidini na kadhalika. Kipindi hicho ilikuwa Misri iliyoteka sehemu ya Nubi ya empire iliyokuwa na akiba dhahabu kibao walizoiba na kujiwekea kama hazina nchini mwao Misri. Isitoshe, hata sehemu za Mediterania walifanikiwa kuziteka na kuzitawala. Iliwatisha wananchi kuona farao mdogo wa miaka tisa tu anaongoza taifa kubwa Misri lenye ushawishi mkubwa duniani, ila jenerali mkakamavu aliyefahamika kama aye alimsaidia sana Farao Tuti kuiweka himaya sawa na imara bila kutetereka. Kipindi hicho wafalume walioana dada na kaka ili kulinda ufalume usitoke nje ya koo yao hivyo hata wazazi wa mfalume Tuti walikuwa kaka na dada, kitu kilichopelekea awe na matatizo makubwa ya kiumbaji yaliyofahamika kama genetic disorder, ambapo alikuwa na mguu mmoja uliopooza, meno asio na formula, hipsipana kama za kike vile. Mfalume Tuti hakudumu muda mrefu kwenye utawala wake, maana alitawala kwa kipindi cha miaka tisa pekee na baadaye akafariki dunia na sababu za kifo chake hazikufahamika waziwazi wazi. Ingawaje kuna nadharia zinasema alikufa kwa ajali ya kuangushwa na farasi. Wengine wanasema alikufa kwa malaria, ingawaje kuna kovu kichwani mwake ambalo wataalamu wa 3D scanning wanadai alilipata baada ya kuwa ameshafariki. Kifo chake kilileta mshituko mkubwa Misri, maana hakuna aliyetegemea kama mfalume Tuti atakufa katika umri mdogo kama ule na kwa vile hakukuwa na maandalizi yoyote muhimu juu ya kifo chake, ikiwemo kuandaa kaburi lake. Kama inavyojulikana, kipindi cha zamani, watu wenye nafasi na pesa kwenye jamii walikuwa wanaandaa makaburi yao mapema kabla hawajafa, ili wakifa wakazikwe humo. Na makaburi yalikuwa ni miamba, wanachimba chini, yanakuwa na vyumba vikubwa, ila kimoja ndiyo kinakuwa kaburi, vingine wanaweka mali na vitu vyake atakavyoambatana navyo huko anakwenda, kwenye maisha baada ya kifo. Kwa mujibu wa imani zao, wa Misri ya kale waliamini mtu anapofariki basi lazima azikwe pamoja na baadhi ya mali zake, kwani waliamini atahitaji hivyo vitu huko kwenye maisha baada ya kifo. Mfalme Tuti, bahati mbaya, hakuandaliwa kaburi lake maana alifariki ghafla, hivyo akaamliwa jamaa mmoja aliyekuwa official atoe kaburi lake ili mfalume Tuti akapumzishwe hapo, maana moyo wa mfalume Tuti ulikuwa umeanza kuharibika. Na kwa mujibu wa imani za Wamisri wa kale, waliamini moyo ndio kiungo muhimu sana kwa binadamu kwenda nacho kwenye maisha baada ya kifo, maana ndicho anachotumia kufikiria na kuchakata taarifa mbalimbali. Ubongo kwao ulikuwa kiungo cha kawaida sana, hawakuamini kama binadamu anafikiri kwa kutumia kichwa. Ifahamike kwamba huyu mfalume alikufa kipindi ambacho Misri ilikuwa kwenye ubora wake na ilikuwa na mali nyingi sana, kama dhahabu, almasi na kadhalika. Hivyo mfalume Tuti alivyokufa akazikwa kwenye hilo kaburi, huku vyumba viwili chini ya huo mwamba wa kaburi kukijazwa mali zisizo na kifani, kikiwemo kiti chake cha ufalume cha dhahabu tupu, maski yenye sura yake ya kifalume ya dhahabu. Jeneza lake lilikuwa la dhahabu fimbo zake za ulemavu zaidi ya mia moja na selasini zilikuwa nyingi za dhahabu, sanda zilizokuwa na sura za maadui zake kwenye soli kama ishara kwa kanyaga, nyoka wake wa dhahabu na masanduku makubwa dhahabu tupu na mali nyingine kibao za kufulu zilizikwa pamoja naye katika kabuli hilo, lakini kanuni ya wafalme wa Misri ya kale walikuwa kifa na kaushwa, ili miili yao isioze. Ndiyo maana hata firauni hadi leo hii bado mwili wake upo na umekaushwa. Mfalume Tuti naye alipitia katika mchakato huu unaoitwa mumian. Mumian ni maiti ya binadamu au mnyama ambaye ngozi yake na viungo vyake vimehifadhiwa kwa kutiwa dawa ya kutoozesha mwili. Mumian hufungwa kwa bandeji kutoka kichwani hadi katika vidole vya mguuni na kuwekwa kwenye majeneza kama ni mafarao kabla ya kuzikwa. Wao hufungwa kwa uchawi na mganga mkuu, ili kuondoa au kulaani yeyote anemsumbua farao katika usingizi wake wa milele wakati. Kaburi la farao ambalo linapovurugwa mara nyingi na wanakiolojia ama na wezi wa makaburi, linaweza kuamsha mumiani ambayo haiwezi kupumzishwa mpaka laana ivunjwe kwa kusoma maandishi yaliyochongwa upande wa jeneza la kaburi. Wasiposimamishwa, mumiani watatembea duniani milele na milele, wakiweka laana kwa yeyote ambaye apitaye njia yao na kuwageuza kuwa wanasesele wa vudu au vifaa vingine vidogo. Hao ndio mumian jinsi walivyo sasa. Miongoni mwa vitu vilivyomfanya mumian Tuti awe maarufu ni kugunduliwa kwa eneo la kaburi lake lilipokuwa kwenye eneo la Valley of Kings baada ya miaka elfu tatu mia nne kuwa imepita huku mwili wake ukiwa bado katika hali nzuri ya kutambulika kirahisi bila uharibifu mkubwa. Iligharimu safari ngumu wa miaka zaidi elfu tatu kwa Tom Raider wa Misri kulisaka kaburi la Farao tuti ili wabomoe na kuiba mali zilizomo ndani ya kaburi. Walihenya kutafuta kaburi la farao huyu kwa udi na uvumba, ili waibe mali kwa miaka na miaka bila mafanikio. Sababu hakulikosi naelezwa, ilikuwa ni viapo ama makafara makali yaliyopigwa kwenye lile kaburi la mfalme Tuti, vilivyoaminika kulipoteza kimazingara ili lisionekane kwa macho ya kawaida na pia kwa vile hakuzikwa kwenye makaburi maalumu ya wafalme, hivyo haikuwa rahisi kumpata kwa sababu alizikwa kwenye kaburi la mtu wa kawaida tu licha korido ya yale makaburi kuandikwa maandishi yenye bitikali na laana la kutisha liloja uchawi kuwa atakayesubutu kumsumbua mfalme mumia ni Farao Tuti katika usingizi wake wa milele atakiona cha moto, lakini bado wazungu hawakuogopa wala hawakutaka kushindwa kulisaka kaburi hili na kuchukua mali zake. Katika kaburi hilo kulikuwa na maandishi yaliyosomeka hivi: laana na iwasumbue waliosalia katika filauni watakao vunja muhuri wa kaburi hili watakufa kwa ugonjwa ambao hakuna daktari awezaye kuugundua. Ilisomeka hivi kwenye pande mbili za korido la kuelekea kwenye jeneza alikolala farao Tuti. Mwaka wa 1922 mwanakiolojia Howard Carter na Lord Carnavon waligundua hili kaburi lililotafutwa kwa zaidi ya miaka elfu tatu na wakadharau laana zote zilizo katika kaburi hilo na kuanza kazi mara moja ya kuingia kwenye chumba alikolala farao Tuti. Howard akiwa mtaalamu wa akiolojia na Lord Carnarvon alikuwa na fadhili mradi mzima na akiwa msaka fedha anayetaka kukwapua hazina za farao Tuti. tofauti na Howard, yeye alikuwa na dhamira ya dhati ya kutafuta maisha ya farao huyu na kuifahamisha dunia juu ya historia adhimu ya farao Tuti. hapa ndipo sekeseke lilipoanzia, na kumfanya farao Tuti awe mashuhuri na kaburi lake kuogopwa duniani na kutoa funzo kwa wale vichwa vigumu wasiosikia, sambamba na wezi wenye tamaa mbaya ya mali wasizozijua chanzo chake, na hatimaye kuhasisiwa kwa muvi na vitabu vikielezea skenario iliyoitwa laana ya mfalme Tuti. mapema tu baada ya kuvunja kaburi na kuzama ndani kuanza utafiti mwaka 1922 swahiba wa karibu aliyefadhili mradi mzima tajiri sana mwingereza huyu Lord Carnarvon alifungua dimba la kukumbwa na laana kali ya farao Tuti kwa mbwa wake aliyekuwa England kuaga dunia kwa, kwa kung'atwa na nyoka aina cobra ambaye kiutawala wa kifarao alikuwa ndiyo ishara ya ulinzi wa mali zote za kifalume kiroho na kimwili habari zilipofika Misri, watu akajua kazi mianza, na laana lile kabuli imeanza kazi, sababu kobra ndio kafungua dimba la kazi. Miezi saba tu baadaye, Lodi Kanavoni, mhusika mkuu mwenyewe, kazi ya laana King Tuti ikamkumba akiwa bado Misri, akang'atwa na mbu shavuni, na ghafla umeme kukatika mtaa mzima na kuachiwa kidonda ambacho farao Tuti pia alikuwa nacho, palepale shavuni alipong'atwa Kanavoni. Pata picha mbu a kungate upate limonia, na pia yule mbu alikuwa na sumu aina aseniki, sumu ambayo wengi huifahamu kama king poison, kwa sababu wafalme wengi maarufu duniani waliitumia sumu hiyo kujiua. Hivyo ishara mbili kuu kubwa zikajitokeza kuashiria kazi ya laana ya kaburi la Farao Tuti imeanza rasmi. Kwa matukio haya mawili mbu wa kipenzi wa Kanavon kungatwa na kobra kisha kufariki. Na mbu kupachika sumu ya aseniki kwenye mwili wa Lord Carnarvon na kumsababishia kifo kuliashiria kazi ilianza rasmi. Baada ya hapo mdogo wake na mdhamini mkuu wa Carnarvon akifahamika kama Audrey Habert alifariki kifo cha maajabu, bila ya kuwa na tatizo kubwa la kiafya, bali punde tu baada ya kaka yake kufungua lile kaburi la Farao Tuti akapata upofu na madaktari wakahisi labda ni meno yake aliyoanza kuoza kwa kiasi ndiyo amesababisha hayo yote. Basi wakayang'ua yote, akawa kibogoyo, kisha na yeye baadaye damu yake ikakutwa na sumu kimaajabu ajabu tu. Basi naye akafariki miezi mitano baada ya kaka yake kwa mateso makali. Taharuki ikazidi kupanda duniani. Magazeti makubwa duniani yakaripoti tukio la laana mfalume Tuti. Alan amba ambaye ni mtaalamu wa masuala ya Misri, ambaye yeye hakufanya hii kazi moja kwa moja, ila yeye alikuwa na kazi ya kuandika tukio zima kwenye kitabu chake kilichoitwa Egyptian Book of the Dead. Hivyo alikuwa na urafiki na watu takribani wote walioshiriki tukio zima la kubomoa kaburi la King Tuti, na zaidi alikuwa ni best friend wa Lord Carnarvon ambaye ndiye aliyekuwa mdhamini, na yeye alikufa kimaajabu tu baada ya nyumba yake kuwaka moto, akajikuta anang'ang'ana kukiokuwa kile kitabu alichokuwa amekaribia kukimaliza kukiandika, lakini yeye na kitabu chake wakawaka waka moto hadi wakawa majivu. Sir Bruce Ingham, kitu cha kufurahisha ni kwamba huyu jamaa hakuhusika moja kwa moja na kumsumbua Farao Tuti huko kaburini kwake yeye aliambukizwa tu hii laana na rafiki yake Howard Carter, aliyempa zawadi ya brasleti, urembo wa kuvaa mkononi, aliyoutoa huko kaburini kwa Farao Tuti ukiwa umeandikwa kwa Kimisri cha kale, lakini kwa Kiswahili ulimaanisha hivi: laana iwe juu ya wote watakaougusa mwili wangu. Siku chache baada ya Bruce kupokea ile zawadi, nyumba yake iliungua yote na walipojaribu kujenga tena ikapitiwa na mafuriko na kuua wote. Hugh Evelyn White alikuwa mwanakiolojia ambaye yeye kazi yake ilikuwa ni director mkuu wa wale wachimbaji wa lile kaburi. Yeye hakuweza kumudu uzito wa ile laana ya kifo, na alikuwa anasema kwa miaka mingi kuna sauti ilikuwa inamjia kichwani ikimwamuru ajiue mwenyewe haraka, na yeye hakusita, akatekeleza maagizo kwa kujinyonga na kufariki. Ni kipindi hicho hicho timu nzima ya Excavation Unity iliparanganyika na kupukutika kama majani ya mti mkavu wakati wa kiangazi. Hadi kuanzia mwaka wa 1922 hadi mwaka wa 1929 timu nzima ilipukutika, na aliyefanikiwa kutoboa hadi mwaka wa 1930 alikuwa ni Howard Carter mwenyewe tu. Howard Carter huyu alikuwa ni Sterling wa hii movie ndiye aliyekuwa mtafiti na mgunduzi mkuu wa kaburi la King Tuti. Yeye alikuwa na akili, ujanja na uzoefu wa haya mambo ya kifarao, laana zao na namna ya kuhendo mali zao. Howard Carter hakuzalau suala la makafara na kuwaona waganga na wachawi wakuu wampe mafusho ili apunguze nguvu ya ile laana. Kimsingi hii haikuwa kazi yake ya kwanza kwa Howard Carter. Yeye anayajua yanayotokeaga kwa wale mafilaoni wa kifarao wakitibuliwa, wanatibuka kweli kweli ila Lord Kanavon yeye aliongozwa na tamaa ya mali ya kutaka ubweto wa kuchukua hazina za mafarao, akajua atapata mzigo kwa ubua tu, hakujua msako wa hawa mafarao. Kwa upande wa Howard Carter, hakuwahi kupata magonjwa ya kushtukiza wala majanga ya moto wa mafuriko wala ndugu zake kukumbwa na magumu ya laana King Tuti, maana yeye alijua kuchanga karata zake vizuri na namna ya kuzipoza hizo roho korofi za laana na hakuwa na lengo la kuiba mali za mafarao, bali alipenda kwa dhati historia na ustaarabu wa Misri ya kale na alitaka dunia nzima ione kilichojili Misri. Hii ilimfanya asiwe adui mkubwa na mhanga wa laana hii ya farao, ila ilimtokea, kuna kipindi alikuja mtu wa kimaajabu ambaye hakumwona uso wake wala kumkalili akagonga mlangoni kwake kisha akampa kipande cha karatasi na kutoweka kimazingara. Kipande hicho cha karatasi kikiwa na maandishi yaliyosomeka hivi: roho yako iwe hai, utumie mamilioni ya miaka, wewe unayependa Tebes, umeketi na uso wako kwa upepo wa kaskazini, macho yako yakitazama furaha. Tokea mwaka wa 1922 hadi mwaka wa 1939 akiwa na miaka takribani 64 ndiyo akafariki kwa kansa kawaida isiyo na chembe ya raha na ndani yake, na hayo maandishi ya kwenye karatasi hiyo yamewekwa kwenye kaburi la Howard Carter alimozikwa. Nam mafarao wana mengi sana ya kuzungumzia ikiwemo isho ya Firauni ambayo inachanganya watu wengi sana huku wengine wakiamini Mungu alimfanya farao asioze ili vizazi vyote vimshuhudie, na wengine wanaamini alikaushwa kwa njia ya mumian kama utamaduni wa Wamisri unavyoelekeza. Ni ukweli kwamba firaoni alikaushwa na Wamisri wa kale kwa sababu alikuwa ni moja ya mafarao waliopendwa sana na Wamisri wa kale, huku akishinda vita nyingi zaidi katika historia ya mafarao wote wa Misri. Hivyo ili kumwenzi na kukumbuka ushujaa wake wa Misri ya kale, wakamfanyia mumian, yani kumkausha mwili wake ili abakie katika historia ya vizazi na vizazi. Na hii ndio laana ya Farao Tuti iliyowasumbua watu wengi sana. Kwa kweli, ilikuwa imejaa maajabu, laana ya kutisha na mambo mengi ya kustajabisha. Na hii ni Back to Africa.